Naomba no nikuulize, uh, katika kituo chenu cha Ntoma ni changamoto zipi ambazo unakutana nazo katika malezi ya watoto wadogo? E, changamoto hasa ni kupata chakula cha watoto wachanga. Sisi tunaanza kulea wale wachanga zaidi ambao wanatuma maziwa akitje, yana gharama kubwa, kwa hiyo upatikanaji wa gharama ya kumudu hayo maziwa ni kati ya changamoto kisaa. Sawa sawa, asante. uh, tumefika katika kituo cha kulelea watoto wenye changamoto kituo cha Ntoma, na tunashukuru Mwenyezi Mungu tumepokelewa vizuri na mama yetu mlezi hapa, ambapo watoto ambao wako hapa tumewakuta ni watoto ambao wanaanzia umri wa mwaka yani, wa miezi au seme, ni siku moja mpaka miaka miwili na nusu, ndio ukomo wa kulelea watoto hapa, lakini ni watoto ambao wametoka katika mazingira tofauti tofauti ambayo ni mazingira magumu sana kwa, kwa, kwa, kwa maisha ya, ya, ya, ya watoto ha, ametueleza mama kwamba eh, moja ya, ya mazingira ambayo wanakutana nayo mpaka wanafika kumchukua mtoto ni wale watoto ambao aidha wametelekezwa na wazazi wao baada ya kuzaliwa tu hospitali, lakini pia unakuta labda kuna mama ambaye ana changamoto ya, ya afya ya akili, amebebesha ujauzito mtaani na amejifungua na bila kujua hata yeye kama amejifungua. Kwa hiyo kituo hiki cha Ntoma kina kinalazimika kwenda kumchukua huo. Lakini kweli changamoto ni nyingi sana, kama jinsi tulivyoweza kuzungumza eh, na mama kwa undani zaidi, na, na, na tunazidi ku, ku, kusambaza tabasamu kama jinsi tulivyoweza kama ilivyokuwa eh, sela yetu sisi Neema na Maendeleo, na leo hii tumefika hapa uh, chini ya mwamvuli wa Neema na Maendeleo Fund kama kama wadau uh, kumbuke tu ni tarehe kumi na sita tulikuwa kituo cha cha Nusuru na kituo cha Kashai ambao ni uyacho na tulisema kabisa kwamba eh, miongoni mwa mwa mwa mikakati yetu sisi Neema na Maendeleo Fund kama wadau ni kuhakikisha tunatembelea vituo ambavyo vina mahitaji maalum kwa hiyo leo hii ni kituo cha tatu kituo cha Ntoma na eh, ni kituo ambacho kina uhitaji mkubwa sana na uhitaji mkubwa sana kwa hiyo tutoe rai tu kwa wadau Ee, ambao watawiwa kufika hapa tena kama hisi tumefika sisi chini ya mwamvuli wa Neema na Maendeleo Fund ambao uko chini ya dada yetu Neema Neema Rugangila Mbunge, ili tuendelee kutoa tabasamu kwa watu wenye uhitaji. Lakini kubwa zaidi na wito wangu ni kwa wadau wadau wa ambao wataguswa na na, na, na, na mahitaji waweze kutu, kutu, kutuchangia kutuchangia ili tuweze kutimiza kile ambacho eh, eh, Mheshimiwa Neema Lugangila ame- amekianzisha kwa sababu peke yake hawezi kama jinsi tuweze kuzungumza, peke yake hawezi na, na anahitaji support kwa ajili ya, ya kuweza kufanikisha mambo kama haya. Uh, wenye uhitaji ni wengi sana. Usipofika kwenye vituo kama hivi, huwezi kujua kama kuna watoto, mtoto mdogo ambaye ana, ana siku moja siku mbili ambaye ametelekezwa na ukifika hapo utamwona kabisa kwamba analelewa katika mazingira ambayo ni uh, mazingira bora sana. Kwa nipende kumpongeza mama yangu na na wadau wengine ambao wamekuwa wakiendelea kuchangia. Kwa hiyo, ito ito rai, kwa hiyo kwa kwa, kwa wale ambao wataguswa ambao watagusa na, na, na michango yao kupitia Neema na Maendeleo Fund basi wanaweza wakawasiliana waka na sisi kwa ajili ya zoezi la uratibu. Asante.